iliyomo ndani ndiyo mahusiano yetu ya kwanza na mwenyezi Mungu. Haleluya! So kuna kuja mahusiano ya pili, ni ya mwili huu wa kawaida, ambao huu mwili ukupelekesha ukupere sana katika njia potofu tu. Huu mwili haujawahi mkanya mtu au kumpeleka mtu katika njia njema hata siku moja, bali huu mwili umpeleka mtu kwenye tamaa zake tu, ambao ni mahusiano ya kawaida ambayo yapo kwa ajili ya sisi Mwenyezi Mungu Haleluya. Na ili upate kuelewa kwamba tuna mahusiano mawili mbele ya Mwenyezi Mungu Haleluya. Mtu anaweza akawa amekufa katika mahusiano ya Mungu wa roho, ambayo ni nafsi ndani yake imekufa. Ubina, umtu, umtu, umtu ndani yake umekufa au umungu ndani yake umekufa, lakini akawa anatembea so kinachotembea sio yule nafsi, sio ule mtu uliomo ndani yake unayotembea paa. Kinachotembea ni kimwili, ni kama kimvuri kinachotembea, sawa? So, so kila kimvuri kile kinatembea, kinasubiri tu kianguke, kikazikwe. Haleluya! So mahusiano ambayo Adamu aliyavunja baina yeye na Mungu, alivunja mahusiano yote mawili na mahusiano yote mawili aliyavunja na Mungu. Mahusiano gani ambayo aliyaulizia, akimuuliza Adamu kwa ni mahusiano yake ambayo ni ya nafsi komunike, kukomuniketi na Mungu. Hello. Bwana alipomuuliza Adamu kwa wapi, Adamu alimjibu ya kusema nilisikia sauti yako. Adamu akumuona, lakini alisikia, ndipo akafanyaje? Akajificha maana kwamba ile ile, communicate ile ile communicate, ile communication nafsi communicate, ile ya ndani, nafsi ina ile nafsi raw wa ndani ndiye mahusiano ambayo ndio mahusiano ambayo Adamu aliyavunja. Unaweza kunyuliza au unaweza kujiuliza kwa nini aliyavunja, au aliyavunja ile mahusiano kwa njia gani? Mfano natoka katika ufafanuzi wa ulimwengu wa roho, naingia tu kwenye ulimwengu wa kawaida wewe hapo, inawezekana kuna mtu umewahi mwamini sana au kumsamini sana ama wewe mwenyewe umewahi saminika sana au kuaminika sana kwa mfano, una mchumba wako au mpenzi wako, unapofika kwenye hatua ya kumwamini ukamwamini ukamsamini, kuna nafasi fulani unayomweka tofauti na hali ya kawaida, tofauti na nafasi ya kibinadamu au ya mwili, kwenye nafsi yako, ndani ya moyo wako, kuna nafasi ambapo utamuweka huyo mtu aimanishili baba yako, bosi wako, mchumba wako, mpenzi wako au rafiki yako, yako, yako. Ukishamsamini mtu sana, kuna revo utakayomuweka ndani ya moyo wako katika komuniketi ya nini ya nafsi, utamuweka revo fulani, unajua huyu ndo kila kitu kwenye sehemu fulani au kwenye hatua fulani. So ukishamweka huyo mtu kwenye nafasi, mana kwamba unamwamini umemsamini kiasi kwamba umenipa umempa nafasi hiyo, au umenipa mimi nafasi hiyo sawa. Inapokuja kutokea kitu ambacho kutarajia au kutegemea, nikaja nikakifanya, haleluya, nikaja nikakifanya, maana kwamba wewe umekuwa disappoint, nimekudisappoint, haleluya, nimekudisappoint kwenye kiwango ambacho kiali ya juu, kwa sababu ule uaminifu au ile samani na tamani ambayo ulinichukulia mimi sawa imefanyaje imepungua nimeiangusha, au ile samani ambayo ulichukuliwa wewe, au ulimchukulia mtu mwingine ba, baada ya kufanya ilo tukio au baada ya kukuangusha unakuwa disappointed ndani yako. Haleluya, so mtu kakuangusha, so inawezekana ile neno ya kusema Adamu uko wapi, sio kwa Adamu tu, hata wewe pia uko wapi. Nakuuliza mimi wewe, uko wapi au huyo mtu anaweza kukuuliza wewe uko wapi. Huyo mtu anaweza nakupa na nafasi akakuuliza wewe uko wapi. Haleluya, ni kwa nini anakuuliza swali hilo? Ili upate kuelewa na kujitambua, ili upate kuelewa na kujitambua. U mtu anaweza kukosea au unaweza kukosea, naweza nikaseme kuambia ndugu yangu uko wapi eh? Bona kama sio wewe